Kila mwaka tarehe 16 Juni, mataifa mbalimbali ya Afrika huadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Maadhimisho haya ni kumbukizi ya ujasiri wa watoto wa Soweto, huko South Africa, waliotoka majumbani mwao mwaka 1976 wakidai haki yao ya msingi ya kupata elimu bora. Maandamano yao yalikutana na ukatili mkubwa sana lakini ujumbe wao uliendelea kuishi. Na hii leo watoto wa Itigi na Tanzania kwa ujumla wanaungana na watoto wa bara la Afrika kuadhimisha siku hii muhimu, kuzungumza, kuelimika na kuhamasisha jamii juu ya haki na ustawi wao. Kwa sauti zao, watoto wanaeleza hisia, ndoto na matumaini yao kupitia mpotela na nyimbo.

sauti zinazogusa moyo zikikumbusha dunia kuwa watoto ni zawadi na ni wajibu wetu kuwatunza. Afisa maendeleo ya jamii wa halmashauri ya wilaya ya Itigi, ndugu Suzana Mushi, anaeleza kwa kina maana ya siku hii na dhamira ya serikali katika kuwalinda watoto. Tanzania ilianza kuadhimisha maadhimisho haya toka mwaka tisini na moja. Lakini kabla ya hapo eh, OAU ilikaa anakuja na haki za mtoto. Kwa hiyo sisi Tanzania tukasaini mkataba wa haki za watoto ambapo tulitoka na haki tano ambazo nchi zote za Afrika zinatakiwa kufuata kwa ajili ya kuwapa watoto stahiki na haki zao. Wana haki ya kuishi, mtoto ana haki ya kuishi kuanzia asio tumboni mpaka anapozaliwa na anapoendelea na maisha yake lakini mtoto ana haki ya kulindwa, kulinda dhidi ya mabaya yote yanayoweza kumdhuru kiafya, kimwili, kiakili na kisaikolojia. Vitu kama kazi ngumu, mimba za utotoni, lakini kuajira za utoto hazitakiwi kufanyiwa watoto. Lakini wana haki ya kuendelezwa. Kuendelezwa ni pamoja na elimu kama tunavyoona elimu rasmi na kwa njia isiyo rasmi lakini wana haki ya kushirikishwa. Unapofanya mipango pale nyumbani kama familia, ushirikishaji unaanzia kwenye familia, watoto wanatakiwa washirikishwe. Kwa maana nyingine, hata tunapofanya maamuzi makubwa yanayonufaisha watu wote pale nyumbani, kwa mfano ujenzi hata wa nyumba, mtoto anatakiwa ashiriki pia, kuanzia ramani, kaeni jiko likaege, kwa sababu pia watoto ndio wanaotumika. Kwa mfano, watoto wa kike mara nyingi ndio wanao kwa hiyo akijua kwamba jiko letu linatakiwa likae hapa, naye akatoa mawazo yake, ni vizuri. Lakini sio hivyo tu kwenye ujenzi, lakini hata kazi na miradi na maamuzi mengine yote kwenye familia. Lakini pia tunapaswa tusiwabague watoto. Watoto hawataki kubaguliwa kutokana na hali zao za kimaumbile, kwa maana ya awe na ulemavu au asiwe na ulemavu, abaguliwe kutokana na rangi yake, mweupe au mweusi. Na hali zozote ambazo mtu anaweza akawa nazo aidha kwa kuzaliwa au anazipata jinsi anavyoendelea na maisha. Kwa niaba ya watoto wote, wanafunzi wa shule ya sekondari ya Gogi wameandaa risala yenye ujumbe mahususi kwa viongozi na jamii yetu. Tumejumuika na kuungana na nchi za Kiafrika ikiwa ni kumbukumbu ya watoto waliouawa kikatili katika kitongoji cha Soweto 1976 wakipinga ubaguzi wa rangi dhidi ya utawala wa kinyama na, wa kinyama na mabavu. Kauli mbiu ya mwaka huu ni maendeleo endelevu 2030, imarisha ulinzi na fursa sawa kwa watoto. Tanzania imeridhia mikataba mbalimbali ya Umoja wa Mataifa na ya kitaifa juu ya ulinzi, uhai na maendeleo ya mtoto. Pia Azma hii halmashauri ya wilaya ya Itigi kwa ili kuleta fursa sawa kwa watoto wote watoto wa waoni. Kwa niaba ya watoto wote wa Itigi, tunaomba watendaji wanaosimamia elimu wahakikishe watoto hawa wanasoma na kuhitimu elimu ya sekondari na kuendelea hadi elimu ya juu. Sisi watoto tunatoa pongezi nyingi na kuziunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wa awamu ya sita wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan mapinduzi CCM kwamba elimu bure kuanzia darasa la kwanza hadi kidato cha sita kwa tafsiri ya sera, chini ya kauli mbiu inayosema maendeleo endelevu 2030, imalisha imarisha ulinzi na fursa sawa kwa watoto. Ndugu mgeni rasmi, sisi watoto tunawapongeza wadau wa tuna elimu wa ya mtoto ambayo ni Compassion International Tanzania, St Gaspar, Smaujata, wanawake na Samia Masare Bridge for People with Disability. Action Against Hunger nasema walio shirikiana na Halmashauri kwa kuendelea kutuelimisha kwa njia mbalimbali mashuleni na hata nje ya shule ili tuweze kujitambua na kutambua haki na wajibu wetu kama watoto kwa maendeleo endelevu. Akijibu risala hiyo, mgeni rasmi afisa elimu msingi, Mwalimu Zipola Mwanza amepongeza juhudi za watoto na kuahidi kuendeleza jitihada za kuwapa mazingira bora ya kujifunza. Lengo la maadhimisho haya ni kutoa nafasi kwa serikali, mashirika na taasisi mbalimbali, jamii na wazazi na wadau mbalimbali wanaohusika na kusimamia masuala yanayohusu usalama na ustawi wa mtoto, ambao wanasimamia maadili na maendeleo ya mtoto ili kuleta ustawi wa taifa la kesho na kumwezesha mtoto kukua na kufikia utimilifu wake katika nyanja zote za kimwili, kiakili, kijamii, kihisia na baadaye kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa taifa hili. Kwa wananchi wote mliopo hapa na wa Halmashauri ya Itigi kwa ujumla, kuhakikisha watoto wanahudhuria shule ili kuunga mkono jitihada za serikali ya awamu ya sita katika kutekeleza sera ya elimu bure na wale wasiopeleka watoto shule wachukuliwe hatua za kisheria. Katika moja ya michezo iliyokuwa inaonyeshwa hapa, nadhani ni wanafunzi wetu wa sekondari, kama sio ngonjera, sikumbuki ilikuwa nini, wamesema watendaji wanaoshughulika na masuala ya elimu wahakikishe watoto wamekamilisha hatua zao stahiki za kielimu. Ni waombe watendaji mlipokee hilo. Ushirikiano wa pamoja kati ya viongozi, wazazi na jamii ndiyo silaha ya kweli ya kumlinda mtoto wa Afrika. Siku ya Mtoto wa Afrika si tukio la siku moja, ni wito wa kila siku wa kuhakikisha mtoto wa leo analelewa kwa upendo, analindwa dhidi ya ukatili na anapewa haki ya kuota ndoto. Watoto wa Afrika ni sauti, ni nguvu, ni kesho. Kwa pamoja tuwape nafasi ya kung'aa.